Kingine ambacho kinachofelisha mziki wetu wa Burundi ni kimoja, Radio zetu, TV zetu zinatufelisha sana. Kingine inafaa TV online ambazo zipo Rumonge, zina kazi gani? Zina kazi gani ndugu? TV online ipo pale, msanii ameachia ngoma, fanya jikoni kitu kitu, nenda kama ni studio, nenda kama ni kwa producer aliandaa nyimbo hiyo mafanyie maojiano kuhusu msanii huyo, ili tupate sapoti, vipaji vifike mbali, kwa sababu kama huyu amefeli, hatutoweza kumwinua mwingine. Ni mtu ambaye ameshatuonyesha njia, ndugu zangu. Kama ametuonyesha njia ya kutumia nguvu zake, inafana sisi tumuoneshe sapoti, tuwache wivu. Aliyekupita amekupita, aliyekuonesha ya kuwa anaweza. Kile ambacho auwezi, mwachia ambaye anaweza kila ambacho hauwezi mwachie ambaye tutoe support tumsupport kijana wetu FNG kwa kazi ambayo anayoifanya. Tizama mwalimu, mwalimu imetoka, mwalimu imetoka, imetoka kabisa. Hebu nenda YouTube ukatizame, nenda YouTube. Sijaongea kwa ubaya aiseti, naongea ili mradi wewe ufungua kasimu kako itukampatie FNG viewers. Nenda YouTube katizame kwa comment. Baba Levo amecomment, H baba amecomment, wewe ni nani ambao umekosa kuweza kucomment ndani ya kazi ya MG? Ndugu zangu, tutoe supporti, tutoe supporti. Supporti ni muhimu na ni kitu ambacho kinahitajika kwa msanii. Msanii akiingia studio kwa kurekodi anahitaji ni supporti. Nyimbo ikitoka kikusambazia link, kwani kuibonyeza tu na kucomment, una subscribe pale kwa mtandao wake, kwani shida ipo wapi? Tuache wivu za kijinga tuache wivu za kisenge, ambao wapo Bujumbura, ambao wapo Romonge, ambao wapo Makamba, ambao wanamuelewa tueni support tueni support kwa kijana eyo heyo. Ndugu zangu mambo vipi? Mpo sawa? an inaomba mnifuate kwa makini mnifuate kwa makini kwa mziki wa Burundi kwa mziki wa Burundi, Burundi. au sio, inaomba kujituma Mziki wa Burundi unaomba kujituma. Kujituma kivipi? Fanya kazi kwa bidii, hata kama uko na management ambayo uko na kila kitu. Fanya kazi kwa bidii, usichoki kuandika na ujitambue kwa kila ambacho unachokifanya. Acha nimgusie kidogo ndugu, ndugu yangu Fenji. Fenji ni mtu ambaye amejitolea, amejitolea na najua ni nini ambaye anafanya sio, na najua ni nini ambayo anafanya m, anaandika.